Hiyo mambo vipi? Leo kwenye eau, nataka nikufahamishe juu ya nchi ambazo zinazoongozwa kuwa na idadi kubwa ya watu duniani, ambapo nafasi ya kwanza inashikiliwa na nchi ya India ambapo ina zaidi ya watu bilioni 1.46, na nafasi ya pili inashikiliwa na nchi ya China ambapo ina idadi ya watu zaidi ya bilioni 1.42, na nafasi ya tatu inashikiliwa na nchi ya United States ama Marekani ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 347, na nafasi ya nne inashikiliwa na nchi ya Indonesia ambayo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 286 na nafasi ya tano inashikiliwa na nchi ya Pakistan ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 255, na nafasi na ya sita na inashikiliwa na nchi ya Nigeria ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 237, na nafasi ya saba inashikiliwa na nchi ya Brazil ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 213, na nafasi ya nane inashikiliwa na nchi ya Bangladesh ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 176, na nafasi ya tisa inashikiliwa na nchi ya Russia ama Urusi ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni 144, na nafasi ya kumi na mwisho shikiliwa na nchi ya Ethiopia ambapo ina idadi ya watu zaidi ya milioni mia moja thelathini na tano. E bwana ulikuwa na mimi Isa Mwimbi kwenye jewa jua, nilikuwa na kufahamisha juu ya nchi zinazoongoza kuwa na idadi kubwa ya watu duniani. E bwana we are done here. Ciao.